Wito wangu kwenu ni waombe tu, kwa kuwa hapa leo sisi ni viongozi naongea na mimi mwakilishi wa serikali, na thamani tunayoiona kwenu, mkatusaidie kuwasimamia wale wanaotaka kuchafua sifa na heshima ya muuguzi na mkunga Tanzania. Nikushukuru sana Daktari Makwani na idara yako, na ninajua hii ni mipango ya Mheshimiwa Rais ndani ya serikali. Leo tena tumetoa vifaa tiba seti thelathini, lakini tutakuja kutoa vingine seti mia tatu hamsini na tulikwisha kutoa seti mia moja. Kama tunasema tunaendelea, serikali mawazo yake, imani, mtizamo wake ni kuokoa vifo vya kina mama wakati wa, wa uzazi. Tuna kila sababu pia ya kuokoa vifo vya wakina mama kwenye magonjwa haya yasiyoambukiza na hasa yanayotokana na saratani ya kizazi. Tunasema tuna magonjwa yasiyoambukiza yanaongezeka, magonjwa ya mlipuko yanayoambukiza, tuna, tuna mabag tumekuja kupambana nao na kuifunga na magonjwa haya hayana mipaka kwenye mataifa ya wenzetu huko na sisi tuko kwenye taifa ambalo sio kisiwa. Hebu tumieni uwezo wenu huo ambao sifa nimezieleza hapa mwanzo, tuelimishane ili tuendelee kulifanya taifa letu liondokane na maambukizi ya magonjwa haya yote kwa pande zote mbili, yasiyoambukiza na yanayo ambukiza Mheshimiwa Rais ameanzisha mfuko maalum wa kusomesha madaktari kwenye ubingwa na ubobezi agizo langu kwenu kwa sababu ya magonjwa yasiyoambukiza tunapopeleka madaktari kuwasomesha kwenye ubingwa na ubobezi tuanze kusomesha kwa seti na wauguzi nao wafaidike na hilo agizo nalitoa na nitalifuatilia sana, ili uweze kuwa na daktari bingwa bobezi. Tumesema hapo, hawezi kufanya hizo kazi yeye peke yake bila nesi ama ya muuguzi. Baada ya upasuaji, management ya mgonjwa inaachwa kwa inaacha kwa muuguzi. Sasa huyu muuguzi anaenda kukutana na mgonjwa aliyefanyiwa tiba za kibobezi halafu, yeye sio mbobezi, tutakuwa bado hatujatekeleza azma ya Mheshimiwa Rais ya kutoa mafunzo ya kibingwa na kibobezi kwa madaktari. Kama hatutaenda kwa sasa, tuwe na mtoa dawa wa usingizi, tuwe na muuguzi wetu, tuwe na huyo daktari hapo, sasa mambo yatakuwa yamekaa sawasawa.